Na mkurugenzi wa elimu kaunti ya Kitui Daktari Khalif Hassan amesema kuwa wanafunzi watatu watafanya mitihani wakiwa hospitalini, miongoni mwa, miongoni mwao ni wanafunzi mmoja kutoka eneo la Kitui West aliyelazwa hospitalini baada ya kujifungua mapacha katika kipindi cha mtihani. Daktari Hassan ameongeza kuwa licha ya mvua inayoendelea kunyesha, hakuna mto uliosababisha usumbufu katika usambazaji wa karatasi za mitihani. Amebainisha kuwa changamoto pekee ni upungufu wa magari ya kusambaza mitihani, lakini aka hakikisha kuwa hatua zimechukuliwa kukabiliana na, na hali hiyo the candidates that are sitting for KCSE in Kitui are 27222 gas exam imeenda mzuri uh, process ya ku deliver hiyo exam is cascaded up to sub county security logistics and delivery of that exam is done at the sub county level we have got 472 examination centers. Kulikuwa na hardship cases, we have three cases, two west and Zombe, three girls delivered in Kitui level 5 hospital and they are taking their exams there. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mvua hiko, lakini haikutatanisha mtihani ambao unaendelea sahii. So Kitui hakuna wakati tuliitisha chopa ya kupeleka mtihani kwa sababu containers were increased. The last year li, zilikuwa 37 lakini saa hii tuko na 39 so mahali shida kubwa ilikuwa inatokea ni river Enziu, lakini saa hii tumeweka container the other side, so hata hiyo mto ikilete maji bado mtihani utaendelea. Challenges ya logistics ya magari kidogo iko, lakini tunaweza, bado mtihani unaendelea mzuri, we using uh, we have mobilized vehicles